Imani sisi tunasema jamani, shetani alinipitia. Bwana Yesu asifiwe. Wa Hasa wao wanasema shetani alinipitia, kumbe mjui shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tumizi na mali someni. Kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12. Maneno ya Mungu yanasema, Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyewaangusha mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikupe siri hiyo kupitia hiyo Isaya. Jamani shetani aliumbwa na Mungu. Mmenielewa eh? Shetani aliumbwa na nani? Ebu zomea shetani. <gulia> Sikia nikwambie, namaanisha shetani anajitia na kiburi katika Mungu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho kipo duniani kiliumbwa na Mungu. Hata upepo wachafu wote waliumbwa na Mungu. Hebu tuzomee tena. Shetani yuu. Shetani panta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikupe sifa hii. Shetani alikuwa ni malaika mzuri sana. Mungu alimuumba, kama wewe ulivyo hapo. Mungu amekumba mzuri sana. Sema amen. Amen. Mungu akamuumba Bwana. Shetani alikuwa mzuri. Alikuwa ni malaika wa sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Simona alikuwa na sifu, sifa hapa eh, sasa yeye kazi yake, naye alikuwa anamsifu Mungu hivi kama tunavyosifu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika kaka kwake, akaona sio, anajua kuimba sana, sijui hao kana Mungu anafaidi sana kusifiwa zile sifa, akataka yeye ndo achukue ile nafasi. Si mjinga eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka umjue shetani sasa. Tunaposema shetani huyo ndio shetani. Alifika wakati akataka kuchukua nafasi ya Mungu. Hivyo hata mwenye ungekubali wewe. Kama ungekubali, sema ndiyo. Si hapana, eh. Nisingekubali. Mimi nimekumba afu nataka ni uje juu yangu. Inawezekana kweli? Kwa nini mba mama anasema ni shetani ni mpuuzi? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa hana taakili za kufikiri. Kwa sababu Mungu kama alimuumba, Utaenda kusoma wakati kwenye Ezekieli 28:12 mpaka 14 kwa muda wako utasoma. Mimi nitakwambia tu. Sasa Mungu alivyokuwa mkuu. Mungu akasema mimi siwezi nikapengana na shetani. Alichofanya akamtoa kwenye nafasi ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni malaika wa sifa. Mungu akamuondoa kwa sababu alikosa nini? Utiifu. Apigwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Knawaisha kikosa utifu na ni shetani. Ukikosa utifu na shetani na Mungu, unaishi naye shetani. Siutaki kumpa Mungu tukufu. Nataka wa natoka kusema hivi, shetani ni mchinga. Mungu alimumba akamtengeneza, lakini kafika wakati akajiona ye kuwa ni bora sasa Mungu alivyo mkuu akasema siwezi kubishana na wewe. Lakini Mungu tena mwenye huruma yule yule. Basi akambebu nenda huko. Akampeleka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko na yuko hapa duniani pia anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa maana niwekwambia hivi, shetani ni roho chafu. Unakumbuka nilisema roho ni nini? Kama unakumbuka nyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambia roho haionekani, lakini nafanya kazi sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio, shetani ni roho chafu, inasababisha uharibifu katika ulimwengu ambao tunao. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Sasa na kazi ya shetani, shetani huwa kazi yake ni kwenda kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. kwenda kinyume na nani? Mungu. Ndio maana nikasema, angalia, ndio usije shetani, maana ukienda kinyume na Mungu inamaanisha nani? Shetani, utakuwa na mwige shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nikwambie kazi za shetani. Mtumishi utanipeleka Mathayo 4:3. Kazi za shetani anazozifanya katika hizi dunia. Shetani haonekani lakini anafanya kazi vile vile. Mungu haonekani na anafanya kazi vile vile. Sasa hizi ni fahamu mbili. Kuna ufahamu wa giza, kuna ufahamu wa nuru. Ufahamu wa nuru yuko Yesu Kristo wa Nazareth. Ufahamu wa giza yuko shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja nikwambie kazi anazozifanya shetani. Mtumishi naomba nisomee. Mathayo sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema, Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni shetani bwana, mjaribu, Yesu, kujaribu, maake, mani, senakuyo. Bwana alikuwa anamjaribu Yesu wakati amefunga. Hivi mtu anayekujaribu maana ana si anakujua ulivyo. Ngoja nijaribishe kama nitapata hela. Unajaribu eh? Shetani kazi yake ni kujaribu watu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kumjaribu mtu kama unamtega mtu eh, tunaelewana. Shetani kazi yake ni kuwajaribu watu wa Mungu katika dunia hii, kama ni Mkristo anapokaa katika maisha yake, anajaribu kunyanyua vikwazo mbalimbali, amjaribu asifanye kazi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja naimba wimbo huu. Heli, heshima na enzi yako, praise him. na enzi yako enzi. na enzi wakati mwingine magonjwa anawasababishia watu, wakati mwingine wayo masikini. Bwana Yesu asifiwe sana. kazi yake ni kujaribu watu wa Mungu, lakini kazi kubwa, maana nayo shetani ni kudanganya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe, anaudanganya ulimwengu ili wawe kinyume na Mungu, na ndio maana kuna watu wanaabudu miungu mingine. Hiyo kazi anaifanya ni shetani. Bwana Yesu asifiwe wale, wasifiwe wanaofanya kazi za shetani. Ngoja ni wataja, wachawi wote wanafanya kazi ya shetani yeah. Sema ndio yeah. Waganga wote wanafanya kazi ya shetani yeah. Washirikina wote wanafanya kazi ya shetani Bwana yeah. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Limasn ambao mpo mnafanya kazi ya shetani. Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Au ni wa mfano tu. Kwa kazi ya shetani ni kudanganya ulimwengu wasielewa ukweli halisi, na namana watu tukiwaita kuokoka mnakataa. Bwana Yesu wasifiwe, mnakataa, mnasema kwani Yesu yuko utafanya ni shetani, kwa sababu yeye alishakuwa kinyume na Mungu, amekwisha kuhukumiwa. Kuna sehemu natakiwa kwenda, nitakwambia ni wapi. Bwana Yesu asifiwe, amen. Kazi anayofanya anatafuta wateja. Bwana Yesu asifiwe, anatafuta nini? Wateja. Sema mkutano mzima, anatafuta nini? Wateja. Hata kama wewe ni agent uko mahali pa shetani, wewe ni mteja wa shetani.

Kuna kidogo, mbona kidogo, ah, utasikia hii tena, atakwambia yeye, ndugu yangu, kanisani kwani kuna nini? Kwani unapata nini kule? Mama mchungaji mwenyewe tunamjua, baba mchungaji tunamjua, bora tu uende shambani, na wewe unaenda tu. Bwana Yesu asifiwe, wa Amen. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Tukikwambia kokoka, wanataka kuja kokoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Ujue kwamba unajiandaa kuwa mteja wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkataa Yesu wewe ni mteja wa shetani, na faida anapata shetani, hasara inakuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana Amen. Ukisoma Mwanzo tatu mbili ukisoma Ufunuo ishirini tatu sinaweza kabisa. Shetani alienda akamdanganya Eva, bwana wewe, ili tunda ukila sema tafana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anajaribu kumshawishi. Na yeye pia naye akadanganyika. Kwa watu wote wanaodanganyika na shetani, nyinyi ni wateja wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nataka nikwambie, shetani yuko wapi sasa? Shetani yuko kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani yuko wapi? Kuzimu. Yuko wapi? Ukisoma Ufunuo 20 tatu, mtumishi kama unaenda naomba nisomee. Mahali pake yuko kuzimu. Anasubiria cha mtemakuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee mtumishi hapo. Ufunuo sura ya 20 mstari wa 3, Biblia inasema akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akamtia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka elfu itimie. Na baada ya hapo yapasa afunguliwe muda mchache. Amen. Kwa jina la Yesu. Wengine hao wanafanya tu kazi ya shetani, anamsaidia kuleta mvua. Lakini hawajui kama anajianda kuwa wateja wa shetani katika jina la Yesu. Mungu, jidhirishi na utukufu wako. Bwana Yesu wasifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Shetani yuko kuzimu. Mungu alikusha kumhukumu, amekusha kuhukumiwa na mahali pa shetani mahali pa shetani ni kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe, Amen. Ni kwenye ziwa la moto. Nikakwambia Mungu alienda kuwa na makao mbinguni, ambao watakatifu ndio watakaoenda, ambao nini, watakatifu watakaoenda mbinguni. Mtu asiye mtakatifu hawezi kwenda mbinguni. Mtakatifu ni yule mtu aliyemkili Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozo wa maisha yake, akajikana, asifanya dunia akafanya anampendeza Mungu, akafanya anampendeza Mungu, huyo ndiye atakao ulisufahama mbinguni, na mbinguni tumeandikiwa uzima wa milele tumeandikiwa uzima wa milele tumeandikiwa uzima wa milele. kama unanielewa piga makofi. Acha tuloe, acha tuloe, lakini nataka nikwambie ukimjua Mungu wa Israeli, kwani ukiliona bomoka ubomoki. Bwana Yesu asifiwe! Tunataka kupata kitu cha Mungu, acha mvua ije, lakini kusudi la Mungu litapita katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mahali pa watakatifu ni mbinguni. Mungu ameandaa kwamba kama ulikufa katika kifo kitakatifu, kama ulikufa ukiwa mtakatifu, Bwana atakufufua na utaenda kuurithi uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe Amen. Hiyo ndio faida utakaoipata ukitii maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe Amen. Sasa ngoja nikupe picha mtu ambaye ni mteja shetani, wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Shetani kumeangaliwa ziwa la moto. Unalijua ziwa wewe? Mtu ukiungua tu na mvuke wa maji unaruka, sasa kule kuna ziwa linawaka moto. Hivi ni vitu ambavyo havionekani lakini ninakuhakikishia kwamba vitakuja vitaonekana, kwa sababu biblia Biblia ni tofauti na vitabu vingine yale yaliyosemwa katika Biblia lazima yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Ukatae usikatae, Mungu ataitwa Mungu tu. Ukatae usikatae, Mungu ataitwa Mungu tu, na hakika ya Mungu ni hakika. Mungu amesema ya kwamba wale wote ambao walikuwa kinyume na yeye wataenda pamoja na Shetani. Bwana Yesu asifiwe! Maana sehemu yao katika ufalme wa mungu hakuna. Bwana Yesu asifiwe! wa waasherati, Mungu ajandaa mbingu ya asherati. Ujue kwanzia leo. Bwana Yesu asifiwe! kama unataka utubu leo, utaingia kwenye ufalme wa Mungu ukitii. Bwana Yesu asifiwe! Hakuna mbingu ya ziz, hakuna mbingu ya abudu sanamu, hakuna mbingu ya watu wenye hasira. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tu tuna hasira lakini tusiamke nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anakaa, anachukia, anachukia tu yeye, kila wakati anachukia watu tu yeye. anachukia tu watu, hakuna sehemu hiyo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya watu wenye hasira hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya wachawi mbinguni hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya waganga mbinguni hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya watu wasioheshimu wazazi wao mbinguni hakuna. Bwana Yesu asifiwe, wala wanaofanya mizaa na chino la Mungu wanaomkataa Mungu katikati ya maisha yao wanaokataa kuokoka mbinguni hakuna nafasi ya kwao. Nafasi yao iko kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Utasema ya kwamba mmesema, Mungu, Mungu ana huruma. Mungu kweli ana huruma, na lile ziwa la moto liliandaliwa kwa ajili ya shetani tu. Bwana Yesu asifiwe. Ziwa la moto liliandaliwa kwa ajili ya nani? Ya shetani. Mungu anatupenda wanadamu, hataki tupotee, hataki tupotee na ndio maana akaandaa uzima wa milele. Lakini sasa shetani anachofanya, anatafuta wateja wa kuingia nao kwenye ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe! Acha kushangaa shangaa katika jina la Yesu, acha kushangaa shangaa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Yes. Ngoja nikuambie lile ziwa la moto, yeyote atakaye tupa kwenye lile ziwa ule moto bwana, wewe unaungua, lakini hauishi Bwana Yesu asifiwe. Tunajua tukichukua mkuni tukiweka kwenye moto, baadaye anakuja anakuwa majivu, lakini kampeni za kutafuta wateja. Lile ziwa la moto peke yake anaona siwezi kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna maagizo ambayo nimepewa kwa ajili ya watu wa Makete pale, nilikuwa naanza tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. Kama umenuna sema ame. Ha? Ushindo kwa jina la Yesu Kumbe amsikilize, kama umenuna asema ame. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini, ujumbe ambao nakwambia kwamba badili mtazamo, chukua hatua. Bwana Yesu asifiwe amen. Badili mtazamo, chukua nini? Acha kuigaiga watu wanaosema hakuna Mungu, badili mtazamo, chukua nini? Na nimesema vitu vya maana huwa vinafanya na mtu binafsi. Na ndio maana tunavyoita watu kuokoka hapa. Atuambiwe watu mfumbe macho. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambia huja wakati kuko waziwazi, wazi kwa sababu sisi tuko kwenye ufalme wa nuru. Ufalme wa giza wako huko machakani, wanasababisha mvua. Bwana Yesu asifiwe. Wa Haleluya. Washe kumana mganga wala waganga, sikuizi nao ndio wanaanza kujitahidi. Waganga wengi wapumbavu wanajificha kwenye miti ya kule. Na mtu una pesa zako, kitambi chako, gari lako, unafuata mtu polini kule, una akili? Bwana Yesu asifiwe. Yesu akusaidie. Mtu anatoka, mtu mzima unaenda, unavuliwa nguo, unaambiwa ule mavi ya mende, ni akili timamu kweli? Bwana Yesu asifiwe. Unapasuka, ila nakwambia ukweli uli upone. Bwana Yesu asifiwe. Badili mtazamo, chukua hatua. Nataka kusema na Waislamu ambao wako katika mkoa huu wa Makete, wilaya ya Makete. Bwana Yesu asifiwe. Najua mupo, pengine mpo hapa au kule. Mtumishi, tunisomea Yohana tano ishirini na mbili. Jiandae kusoma. Nataka kusoma na Waislamu. Waislamu, ndio mnasali, ni kweli mnasali, sijui mnaswali Ila kweli ni kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukinuna nuna, ukitaka kupasuka pasuka. Mtumishi naomba nisomee. Yohana sura ya tano mstari wa Yohana sura ya tano mstari wa ishirini na mbili. Mstari wa ishirini na mbili, Biblia inasema, Tena baba hamhukumu mtu yoyote bali amempa mwana hukumu yote. Bwana Yesu asifiwe. Anaye hukumu ulimwengu ni, ni nani? Ni mwana, na huyo mwana ni Yesu Kristo. Waislamu mnamkataa Yesu, huyo nani atakaye hukumu nyinyi? Bwana Yesu asifiwe. Badili mtazamo, chukua hatua, hata kushangashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo anasema, mimi ndiyo njia ya kweli na uzima. Huwezi kumwona baba pasipo kupitia Yesu Kristo. Ukimkataa Yesu Kristo, wezi ukamwona baba katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe nasema ukweli mtupu. Wa mkataa Yesu, kuna moto unakuja, kuna moto unakuja. Wako watu wanatamani kurudi duniani waseme haya mambo yanayokwenda kutokea kule, lakini chukua hatua acha kushangaa shangaa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe Amen. Bwana Yesu asifiwe Amen. Ni heri umkiri Yesu. Yesu ana upendo Yesu ana huruma, tukukwita njoo uokoke, njoo hapa, njoo upate uzima wa milele maana baada ya kufa, mtumishi jana alisema wakikupendelea sana umechimbiwa kaburi la milioni moja lakini wengine wote hapa wengine wengine mnasikwa tunasanda wengine tu yani vikabuli yani kani, ya Una, kama miaka mingapi imepotea. Unakaa kama malingalinga hataki kumpokea Yesu. Acha ushamba. Badili mtazamo, chukua tu. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, kuna watu wanasema hivi waliokoka ndio washamba shamba, wanalialia tu kanisani. Pole. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunachokitafuta tunakijua. Amen. Watama tumta ndani huko zile tunavotaka, huwa watu wanavotaka. Siku yako inakuja kwenye siwa ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Badili mtazamo, chukua hatua. Tukita kuokoka usifanyaje? Usikatae. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuita ili uende kwenye njia nini ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiokoka huyu mshamba? Kwani sio shamba. Mnatuonaje? Bwana Yesu asifiwe. Wa Amen. Inatuonaje kwanza watu ambao wameokoka? Hata aliyokoka leo namuonaje? Safi sana. Nafurahi sana msana leo na jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wa yeah. Waliokoka ni mabeauty. Naelewa maana beauty. Wazuri wanavutia. Angalia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wa Amen. Watu waliokoka hatuna shida, hata vitambi vitambi vinakuja. Bwana Yesu asiviwe, lakini kisije kikazidi kikakuua. Bwana Yesu asiviwe sana. Haleluya! hata nasema na nakuwa masikini. Ona, kuna watu wamepaki magali yao hapa, wanamjua Yesu. Acha kuzubazuba. Mtu mwenyewe namkataa Yesu, unatembelea kamba mbili, unakula mlo mmoja. Uwa pumbavu! Okoka, badili mtazamo wako, njoo kwa Yesu. Yes. Ni jioni nzuri sana, usalilie jirani yako kwa zawabie. Ni jioni nzuri sana, yes. Bwana Yesu asifiwe sana, saa heli heshima na enzi ya Mungu wa milele, Amen. Nataka kusema na watu ambao ni wapagani. Wanani hao wapagani? Mtu mpagani ni mtu ambaye ana dini ye sio Mkristo, sio Mwislamu, sio nani, sio nani lipa gani. Nimeita lipa gani kwa sababu haeleweki. Yani, Bwana Yesu asifiwe. Wa wapagani, sehemu yenu ni ziwa la moto. Nawambia ukweli, kwa sababu mtu asiye mkili yes Yesu sehemu yake ni ziwa la moto. Hatupindishi pindishi. Kama uamini Yesu Kristo wewo nale kwenye ziwa la moto tu ni heri leo uje kwa Yesu anakupenda, upate uzima milele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Wa Waefeso pesa tano kumi na nne, mtumishi, wakati tunanitafutia asifiwe. Nataka kusema na wale wanaofanyaje, wanaosinzia. Waefeso pesa tano mstari wa 14, mtu anayesinzia inamaanisha kwamba hajalala hajafanyaje, hajaamka. Bwana Yesu asifiwe. Pengine kwa kwenye kitu na afu kama mtu ko anasinzia, mwamshe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu anaenda ajalala najalala wala jakaa, yani kusema ameamka. Kuna watu mmempokea Yesu Kristo, ongeleni sema Amen. Lakini kwenye ukristo wenu mmesinzia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anasinzia ni yule ambaye, kwa Yesu yuko kwa Shetani Mstari wa kumi na nne Biblia inasema hivyo, husema amka, wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo akuangaze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. ushinde katika jina la Yesu. Amen. Yesu anasema ya kwamba amka wao anaosinzia, uja hapa, utubu ili ulisi ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya sana. Wengine, tumo kanisani, ndio kweli tumempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tunasinzia, tunafanya vitu vya kishetani. Si ajabu kwa wengine, kuna Wakristo wengine anafanya kazi za ushirikina mshindwe kwa jina la Yesu. Ujue kwamba wewe ni mteja wa shetani na anakutafuta akutafuni tu, utaenda naye kwenye zio la moto. Ni leo mpokee Yesu mahali hapa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa matafutio katika Efeso tano Tusema Efeso tano, tatu mpaka tano